Wito huo umetolewa na Kamanda wa Polisi mkoani Tanga Almachius Mchunguzi wakati wa kukabidhi tuzo za heshima kwa askari nane waliofanya vizuri huku akisisitiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo. Hali ya ulinzi ya usalama mkoa wa Tanga inaendelea vizuri, maeneo yote, kwa taarifa ambazo tulizonazo, yanaendelea vizuri, watu wameendelea kufanya shughuli zao bila kuwa na hofu yoyote, na hii yote inatokana kutokana na ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwa wananchi. Wananchi wa Tanga wengi sana wamekuwa wastaarabu na wamekuwa wanafata sheria bila kushurutishwa, na hii imeturahisishia sisi kama jeshi la polisi kufanya kazi zetu na kutimiza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria za, za nchi ambalo tunawaomba waendelee kutoa ushirikiano huo wa kutupa taarifa mbalimbali za uhalifu na wahalifu, ili kusudi tuweze kuzuia uhalifu kabla hujatendeka. Kwa hiyo tunawaomba ambao ushirikiano wamekuwa wakiutoa waendelee kuutoa maradufu, ili kuhakikisha mkoa wetu unakuwa salama, hasa katika kipindi ambacho tunakwenda cha uchaguzi, uchaguzi wa mwaka huu ambao tutachagua, kutakuwa uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kipindi hiki bado tunawataka wananchi wao watulivu, kufata sheria zote ambazo zitatolewa na Tume Huru ya Uchaguzi kakisha wanazifata kwa sababu, hatusemi katika kipindi hiki kwamba ndio kipindi cha watu kufanya makosa. Kipindi hiki bado tunatakiwa kuendelea kulinda amani ya nchi yetu, kulinda amani ya mkoa wetu. Tuzo hizo za heshima na zawadi zimekabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr Batilda Buliani, ambapo alisisitiza umuhimu wa kuendelea kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia maadili ya kazi. Na nimeona kweli kupitia nishani hizi na zawadi ambazo tumewapa baadhi yenu kama tu ishara kwamba kazi kubwa inafanya. Yale yani malalamiko jeshi la polisi sasa hivi yatu yasikii. Dawati limekuwa mstari wa mbele kusimamia michango mikubwa na kadhia ambayo watoto wakina mama wanapata unyanyasaji ulawiti na ubakaji. Lakini imefurahishwa pia, nimeona kuna ambao wamesimamia uharibifu wa miundombinu, taa za barabarani zilikuwa zinaibiwa, lakini miundombinu mingine na vifaa mbalimbali, mkijua tuna miradi mikubwa, mmekuwa mstari wa mbele na tayari kuna baadhi ya kesi zimefikishwa na tayari zimefanyiwa hukumu. Imefurahishwa sana na askari wetu wa kata kwa kazi nzuri anayefanya na nikielelezo tu kwamba polisi kata, polisi jamii inafanya kazi na ni kiungo kikubwa sana kwa kuhakikisha kwamba ulinzi, usalama na utulivu vinafanyika hata katika ngazi za chini kabisa. Hata hivyo, mmoja wa askari polisi aliyepata tuzo ya heshima, Wipi Priska Masota, hapa anaeleza changamoto wanazokutana nazo. Changamoto kubwa sana ambayo nakutana na ni kwamba jamii yetu haiko tayari, haiko tayari kumaliza jambo. Ni kwamba mtu akileta kitu polisi au akija danyano, kwenye dawati la jinsia danyano, tayari anakuwa na interest kichwani kwamba nikienda pale nitapata kitu fulani. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo. Ushauri wangu kwa jamii ni kwamba waje ofisi zetu za dawati la jinsia, tuko masaa ishirini na nne tutawasikiliza, tumepata mafunzo tutawasikiliza na taarifa zetu ni za usiri. Utaratibu huu wa kutoa tuzo za heshima na zawadi kwa polisi hufanyika mara kwa mara mkoani hapa, ikiwa ni moja ya kutambua mchango wa polisi wanaofanya vizuri. Kutoka hapa mkoani Tanga, mimi ni Raisa Saidi, Clouds Media.